warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi e, wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza waislam, tunashukuru kwa wale waislamu wote ambao pia wameshirikiana nasi katika wito ambao tunatafuta iftari kwa ajili ya wale watu wa kusilimu ambao hali yao iko chini. Na tulikuwa na watu e, mia mbili ambao ni watu wa kusilimu wale, tumeselect famili mia mbili ambao tumeselect. Watu wa kusilimu ni wengi mno ambao tuko nao, lakini wale ambao hali yao ninzito, ni nzito ni famili mia mbili. Na katika hizi famili mia mbili tukaweza kuweka rationing, kwa sababu pia bidhaa vimepanda bei na nini, tukaona shilingi elfu kumi inaweza kuwadumu katika mwezi mmoja hata ngawa haitakuwa ina sustain sana lakini itasaidia kwa pakubwa mno shilingi elfu kumi. Na alhamdulillah kuanzia juzi wakati tulitangaza waislamu wamejitolea, na Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama, na tumeweza kupata kwa wale waislamu ambao wametupatia, tumeweza kupata iftari ya watu moja moja kumi na nane kama sijakosea, maanake tuko na shilingi laki moja na elfu themanini so tuna waislamu E, tuna familia kumi na nane na tulikuwa tunalenga familia mia mbili. So waislamu, kwa sababu tumebakia ima siku moja au siku mbili siku moja au siku mbili, inshallah tuingie katika mwezi wa Ramadhani. Allah atujalie tufikishe tukiwa hai na salama na tuweze kufunga, na wote ambao ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape shifa, na wote ambao wako na matatizo katika jamii ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu awafanyie epesi. Wa, wale ambao hawajapata maybe kazi nini, Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Wengine makaratasi hawajapata katika nchi ambazo walienda kutafuta riski, Mwenyezi Mungu afanyie wepesi, wapate yale makaratasi na waweze kufanikiwa katika dunia na kesho akhera. So Waislam, ombi letu ndio hii, tunaomba kwa sababu tumepata uh, iftari ya watu kumi na nane tukitoa kwa watu mia mbili family mia mbili bado bado inshaallah bado kuna bado hatua ya kutembea. So Waislamu, inshallah tuweze kujikakamua, tuweze kukamilisha katika hii, kabla tuingie katika Ramadhani tuweze kuwa tumeanza kusaprai na kuwapatia wale watu waweze kuanzia kufunga kwa salama na waweze kuendelea naftari yao kwa wepesi. na Ramadhani sote tunawatakia Ramadhani nzuri na yenye mafanikio na ibada mzidishe namna tunavyoamrishwa. katika Ramadhani ni siku ambazo ni za kumcha Mwenyezi Mungu na ndio siku hii Qur'ani imeteremka. So, Waislamu, ombi letu ni huyo, tuna insist mjaribu kutusaidia. Na wale wametoa inshallah pia nao wajaribu kuongeza. Na Waislamu, kuna wakati tumeguzia hapa, hii kuna watu wanafunga mwezi wao katika hii mwezi wa Ramadhani, maana yake wanafunga mwaka katika mwezi wa Ramadhani, maana yake wanatoa zakaa sababu zaka inatolewa kwa mwaka no, naona kuna wale wanatoa zaka. So, kama we unafunga katika hii mwezi wa Ramadhani mwaka wako pia, zaka ukitupatia itakuwa ni muhimu zaidi kwa sababu itatusaidia pia sisi walimu kutuinua katika sehemu zingine, na pia wale waliosilimu wakipata wawili zaka pia nao inawatoa katika ile hali waliko, wanaweza kujiendelesha kimaisha. wa hadha salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Ndugu zetu wa tukufu wa Kiislamu, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwenye kurehemu na vile vile kumtakia rehma na amani Mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uh, kwanza kabisa ningependa kuusia nafsi yangu bila kuzisau nafsi zenu katika swala nzima na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine, Waislamu, ni kuweza kuwapongeza na kuwashukuru wale ambao kufikia sasa hivi wameweza kutoa mali zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wametoa mali zao kwa ajili ya kuwalisha maskini. Wametoa mali zao kwa sababu ya kuwalisha e, ma, mayatima. Lakini bado Waislamu tuna safari ndefu kwa sababu ijapokuwa kufikia sasa hivi, kama vile tumeambiwa hapa na Sheikh Salim watu takriban familia kumi na nane eh, laki moja la, na, na themanini. Kwa hivyo tumebakisha familia mia moja na themanini na mbili tunazidi kusisitiza ni kwamba familia hizi Waislamu wako katika hali ambao ni mtihani. wako katika hali ambao ni taabani, alafu tena sasa, zaidi sasa, kuzidisha zaidi, ni kwamba hawa watu ndio mara ya kwanza, kwa sababu tumesema kwamba hatutachukua wote, tuchukue wapya, ambao ndio maana, juzi, wakati tulipozungumza ya kwamba watu ambao wameingia katika Uislamu ni wengi zaidi, mwaka kuanzia mwaka uliopita, baada ya Ramadhani ya mwaka uliopita, na wakafikia wakati huu, watu ambao wameingia katika Uislamu ni watu wengi sana, wengi mno wengi mno kwa sababu wale ambao wanaingia e, moja kwa njia moja kwa moja, wale wanaingia of, of, ni wengi mno. Waislamu ni wengi mno. Kwa hivyo hawa ni wale familia mia mbili, ni wale ambao tumechagua tukaona hawa hali zao ni taabani, ni wale ambao hawajiwezi. Kwa kweli ni mtihani, kwa kweli mtihani mkubwa. Alafu tena pamoja na kwamba tunaona kidogo kuna, Mwenyezi Mungu ametujalia kheri, e, kuna mvua hizi siku mbili tatu ambazo zimepita, lakini bado ile hali ukame na njaa ipo, na hujawahi kuona kitu kibaya waislamu kama wakati unapofunga halafu tena una njaa sasa, inashindikana kwanza kabisa, kama kwa sababu e, miongozi ibada kama hizi zinahitaji concentration, uzingatiaji wa hali ya juu. Sio kwamba unakaa sasa, mimi nitapata riziki wapi, nitapata chakula wapi? Angalau kwa mzigo upande huu tuwawezeshe, angalau wawe wamefanikiwa kwa pande mmoja. Kwa hivyo wakiendea ibada hii ya kufunga, wawe katika hali ya kumakinika kwingi kabisa. Waislamu, kwa hivyo tunawaombeni kwa heshima na taadhima tuweze kujituma tuweze kujibidisha. Siku mbili hizi zimebaki, siku moja na nusu, kwa sababu tunaangalia pahali mwezi utakapoandamia. Waislamu, tunawaombeni kwa heshima na taadhima tuweze kushughulikia jambo hili tuweze kukimbia na jambo hili, kwa sababu kuwalisha maskini na kuwalisha mayatima miongoni mwa mambo katika Uislamu ambayo Waislamu tumeimizwa tume, tume, tume sana kuwashughulikia na kuweza kuwalisha e, watu kama hawa Waislamu. Ni miongoni mwa majukumu makubwa ya Waislamu. Ni miongoni mwa mambo yaliyokuwa na malipo makubwa. E, kazi iliyokuwa na zilizokuwa na malipo makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu e, wa Ta'ala. Ndio maana katika hadithi moja nikimalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wakati wa siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamuuliza mja mimi nilikuja kwako na nikiwa na njaa na hukuweza kunilisha. Nilikuja nikiwa na kiu, lakini hukuweza kuninywesha. Nilikuja na njaa, nilikuja nikiwa sina mavazi, lakini hukuweza kunivisha. Mja tunaambiwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mja atashangaa sana, atamuuliza Mwenyezi Mungu, ni wakati gani huo? Na hii ni katika hadithi iliyokuwa katika sahihi sahihi, hadithul qudsi ya kwamba mja atamwambia Mwenyezi Mungu, ni wakati gani ulipokuja Mwenyezi Mungu ukiwa na njaa nikakosa kukulisha? Ni wakati gani ulipokuja ukiwa na, na kiu nikakosa kukunywesha? Ni wakati gani ulipokuja ukiwa huna mavazi ya kuvaa nikakosa kukuvisha? Mwenyezi Mungu akamwambia: fulani bili fulani na fulani walikuja wakati mmoja kukufuata, wakati mmoja wakiwa na, na, na, na matatizo hayo, walikuja kwa niaba yangu lakini hukuweza kuwatekelezea wajibu huo. Nilikupa mtihani, nilikupa mali kama sehemu ya mtihani ili kukujaribu, ili kukuangalia, je, utaweza kuwatimizia wale ambao hawakuweza kujiweza katika kazi hizo. Sasa wewe bujiulize, Muislamu, unaondoka katika dunia hii, unaondoka katika mgongo huu wa ardhi, umeweka pesa zako katika mabenki na jambo hili tunalifanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Tunaondoka katika hali gani katika dunia hii Waislamu? Kwa hivyo tunaomba Waislamu, inshallah tuweze kushirikiana na jambo hili inshallah na Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi na tuongoze zaidi katika njia iliyonyooka na aweze kutubariki. Na wale ambao wameweza kujitolea mpaka sasa hivi Waislamu, Mwenyezi Mungu afungulie njia zenu, aweze kuwabariki na wale ambao watazidi kutoa na kutoa mali zao kwa, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na kuwajalia khair inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Nafikiri kwa sababu naona mvua namwagika, e, ni kwamba mimi nasisitiza tu ile jambo ambaye mwalimu Salim ameongea e, mwaka huu tunaomba tupate zaka kwa kwenyu inshallah. Tungeomba zaka ya walimu kwa sababu tuko hapa na tunafanya kazi ya dini na nyinyi mnaona. Kwa hivyo kama tunaweza pata zaka kwa watu, watu wengi tunajua wanatoa zaka mwezi wa Ramadhani kwa hivyo tungepata zakaa at least mtu mmoja anaweza kachukua ya mwalimu Salim, mtu mwingine achukue alim, mtu mwingine achukue e, nani, mtu mwingine anichukue mimi, cameraman wetu yuko hapa. Kwa hivyo tukipata zakaa inaweza kutusaidia sana katika kazi, kazi ya kutangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo assalamu aleikum warahmatullahiw